Usema kwamba haba, haba hujaza kibaba. Leo hii nimejaza kibaba katika chumba cha KICC hapa jijini Nairobi katika maonyesho yaliyokuwa yakifanyika, na leo hii ndio siku ambayo inakamilika maonyesho haya, na kando yangu tu, labda bila kupoteza wakati, ni mmoja wa shirika ambao wamezingatia hali ya kuweka mazingira sawa kwa kuleta magari haya yanayotumia umeme. Na labda tu bila kupoteza wakati, uniambie jina lako ni nani na unafanya nini na wewe shirika ambalo unafanya kazi. Kwa jina naitwa Moses Ndiritu, mimi ndio mkurugenzi mkuu wa BasiGo Kenya Limited na labda tu bila kupoteza wakati, tukianza tu majadiliano yetu, uh, nyuma yangu ni gari moja nzuri sana, ambayo ni gari inafahamika kama matatu, kama sijakosea. Labda tuambie kwanza, hii gari hubeba watu wangapi? features zake ni kama gani na gani hii gari tumeleta kufanya kama kujaribu, tuone ama inaweza fanya kazi ya matatu. inabeba watu kumi na sita. Uh, uh, ukishaitia umeme um, na battery jai, inaweza enda kama kilomita uh, 300. Kwa, kwa sasa hii itaenda kwenye sako fulani, itakuwa inazunguka Nairobi tu test. Tunajaribu kufanya ile majaribio tuone ama inaweza kazi. Unajua, kazi ya matatu ni kazi ngumu, ni kazi yenye changamoto. Kama itaweza, ndio tuweze kufanya, kuanza kuunda hizi gari hapa Kenya. Na, na labda tu niulize inachukua muda gani labda betri hiyo kujaa na kuwa kamili kwa safari? Kwa kawaida, kwa zile chargers tuko nazo, inachukua iwezi chukua uh, kama lisaa moja, yeah, lakini unaweza unaweza adjust kama kuna haraka, unaweza ifanya iende kama 30 minutes lakini kwa, kwa kaida kama Mwanawa. Na labda tu nikikuuliza pia kuhusiana na gari hili ambalo linaonekana, uh, kwa mwonekano wake ni gari nzuri sana. uh, iwapo labda ama tofauti kuu ya gari hii na ile gari ambayo ni ya kawaida ni tofauti gani? Uh, tofauti kubwa hii ni gari inatumia umeme. mm -hmm. Yeah, kwa hivyo iko na battery, haina engine, kaina pet, haitumii petroli ama diesel, unaichaj usiku kwa kutumia kawi alafu, mm -hmm. uh, kama, kama vile unachaj simu, lakini iko na chaja yake maalum alafu unaitumia. Haina, hakuna hai hewa chafu, haitoi moshi, kwa hivyo inaenda na, na kawi safi, kwa sababu hapa Kenya kawi yetu iko safi. Hiyo ni gari ambayo itasaidia kwa kupambana hii hali ya anga ambayo inaletwa na uchafu uchafu wa mazingira, lakini kwa kawaida tunaona inaweza pia saidia kuwa na manufaa kwa wenye matatu kwa sababu gharama yake ya, ya, ya ile kawi inatumia iko chini. mm -hmm. Na labda umeiguzia kwamba gari hii inatumia umeme uh, kwa mfano tu ama kwa ufupi uh, iwapo labda mvua ikanyesha nyingi na ukaweza kuwa na mafuriko. mm -hmm. Gari hii huenda katoboa hali kama hiyo, zile gari zingine ambazo tuko na mabasi karibu hamsini ambazo zinatumika Nairobi na zote hata gari zingine unaona hapa za umeme zimetengenezwa ziwe zinaweza tembea hata wakati kuna mafuriko. Lakini kama kitu kingine, hata gari yenye ya petroli, uwezi enda tu ingize kwenye maji eh. Lazima uwe na uwe na uangalifu, lakini haina shida, haina shida yote. Unaweza tumia wakati kuna mvua, wakati kuna eh, mafuriko, lakini uwe tu mwangalifu, kwa sababu mara mingi sio maji inaharibu gari, kama labda sukumwe na maji ama kitu kama hii mm-hmm. Uena, labda swali la mwisho tukimalizia tu, tu, tu, labda yule mwananchi wa kawaida akitaka kuupata atakupata kupitia tovuti gani ama vipi? Kwa kawaida ni kutafuta Basi GO Kenya, tuko katika unaweza tafuta kwenye mtandao kwa website ya Basi GO Kenya uh, dot hata ukiangalia kwenye hizi za kijamii, Facebook, Instagram, LinkedIn zote, ukitafuta tu Basi GO Kenya utatupata. Shukrani sana kwa wakati wako, asante. Mtazamaji wangu kama ulivyosikia kwamba gari hii ama magari haya huenda yakaibua ya, yakaibua masuala nzito zaidi na kufanya kwa mazingira yakawa safi, na hivyo hivyo huenda ikaboresha zaidi afya yako wewe mtazamaji. Kwa hivyo hauna budi isipokuwa ni kukimbia katika maonyesho haya na kuweza kuipokea gari hiyo. Mimi ni Tayasim Ali.